watu wengi wamekuwa na dhana potofu sana wanaposikia kinga ya mwili imeshuka, au wanaposikia kinga dhaifu, wao moja kwa moja hudhani kwamba mtu ana ukimwi, mtu ana HIV eh. Yaani mtu akisikia kwa kwamba kinga ya mwili imeshuka, kinga ya mwili imefanyaje, anahisi kwamba ni ana ukimwi. Sasa subuhi nikuambie kitu kimoja kwamba kinga ya mwili kushuka kuna vitu vingi sana ambavyo vinasababisha kinga ya mwili ishuke. Inawezekana ukawa hauna ugonjwa wowote vile, lakini bado kinga yako ya mwili ikafanyaje, ikashuka. Kwa hiyo kushuka kwa kinga ya mwili haimaanishi kwamba wewe tayari ni mgonjwa wa ukimwi au, au kwamba kushuka kinga yako ya mwili basi wewe tayari ni mgonjwa. Kinga yako ya mwili inaweza ikashuka, na bado ukawa naendelea tu kuwa vizuri, lakini baadaye itakapoendelea kushuka na kushuka, ndipo hapo utakapoanza kuumwa linaposema kuumwa haimaanishi kuumwa ugonjwa huo unaofikiria wewe, namaanisha kuumwa tu. Nadhani hata wewe umekuwa ni shahidi, kuna mtu ambaye anakwambia anaumwa, na nyiye mnamwona kabisa anaumwa, hawezi kunyanyuka, yupo kitandani, mnambeba, mnampeleka hospitali, anafanyiwa vipimo vyote, lakini haonekani ugonjwa wowote. Nadhani mmewahi kuona hivyo. Kwa hiyo haimaanishi huyu mtu huyu akipimwa kinga zake za mwili zitaonekana zimeshuka, lakini sio yani, anaumwa na kinga imeshuka, lakini hana ukimwi, hana magonjwa wewe unafikiria wewe. Kwa kushuka kwa kinga ya mwili kila mtu, hata wewe unaniangalia hapo, inawezekana hapo ulipo kinga kinga yako ya ya mwili mwili imeshuka, jiangalie. Mtu mtu ambaye iko vizuri, mtu ambaye kinga yake ya mwili iko vizuri, anaweza kukaa mwaka mzima hajaumwa mafua, hajaumwa kichwa, hajaumwa uh, kifua, hajaumwa E, sijui malaria, yani anaweza akakaa muda mrefu, miezi sita, miezi nane hajaumwa. Lakini kuna wewe ambaye umetoka kupima juzi, hauna ukimwi, lakini kila siku hapo ulipo unaumwa miguu, unaumwa kiuno, unaumwa mafua, unaumwa kichwa, unaumwa sijui mimi, kila siku unaumwa, lakini wewe umepima kwenye kipimo umeonekana wewe ni mzima. O, umwa umwa. Kwa hiyo sio kila anayeumwaumwa kwamba yeye an, ana HIV. No, anayeumwaumwa maana yake kinga yake ya mwili imeshuka. Kushuka kwa kinga ya mwili ni jambo la kawaida na hii inatokana na vyakula pamoja na jinsi tunavyoishi sasa hivi. Yaani sasa hivi tunafakamia sana vyakula vyenye wanga, vyakula ambavyo vinafaidisha, yaani vinafurahisha mdomo lakini vinaua mwili. Hivyo ndio vyakula ambavyo tunazipenda sasa hivi, na ndio maana kinga zetu za mwili zinashuka, tunakuwa tunaumwa mara kwa mara. Kwa hiyo kama ulikuwa nawe na mawazo mabaya, basi ikutoke hiyo kwamba Uh, kuumwa au kinga mwili kushuka haimaanishi kwamba unaumwa ugonjwa gani. Unawezekana kwamba kinga tu imeshuka ndio maana unaumwaumwa magonjwa mengi. Hiyo iweke kichwani, na sambaza hii kwa watu wengine ili waweze kujua.